Madereva wa serikali wametakiwa kuzingatia sheria za barabarani pindi wanapotumia vyombo vya moto ili kuepusha ajali zitokanazo na uzembe wa kutotii sheria. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na Jeshi la Polisi Mkoa wa Dodoma, ikiongozwa na kamanda wa polisi mkoa huo George Katabazi wakati wa kikao na madereva wa serikali kilicholenga kujenga uhusiano wa karibu kati ya jeshi la polisi na madereva wa taasisi mbalimbali. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma Yusuphu Kamota ameeleza ni namna gani wanavyotoa elimu kuhusu usalama barabarani. Sisi kila siku kama jeshi hapa mkoa wa Dodoma, kikosi cha usalama barabarani, tunafanya operation za mara kwa mara za ukamataji wa makosa hatarishi tarishi. E, tunaweka speed radar, tunatoa elimu katika maeneo mbalimbali ikiwemo stendi, katika mashule, vyuo. E, tuna timu yetu ya kutoa elimu, tuna timu yetu ya maveko inspector E, ili kuhakikisha hali inakuwa shwari, na hivi sasa hivi kuna operation tulikuwa tunafanya maalum kwa ajili ya katika makosa hatarishi, ya taarishi kuondosha namba za magari. Watu wameanza kubandika namba ambazo zisizokuwa rasmi pamoja na chasesi namba tunaziondosha. E, kuna ile kifungu cha sheria za usalama barabarani namba 54 kinaeleza ni gari gani inayetakiwa ifungiwe vimo, ving'ora na vimurimuri. Sasa sisi tulikuwa tunafanya operesheni mengine, alishaeleza kamanda yangu, tumewakamata madereva zaidi ya thalathini. E, wengine ni madereva wa serikali na idara zingine na watu binafsi wakiweka hivi vimurimuri na ving'ora, pamoja na namba zisizokuwa rasmi na chasesi namba kama tulivyowaonesha katika hao tuliowakamata, wako tuliowapeleka mahakamani kesi zao zinaendelea, zingine ziko kwenye uchunguzi, wengine tumewaonya, wengine tumewaandikia faini. Inategemea tunavyowakamata, wanakuwa katika, katika kuwahoji tunaona wanakuwa wanania gani, na sisi tunapata mwanya wa mwongozo wa sheria kwamba huyu tumchukulie hatua gani nasema kuvunja sheria sio mtu awe lazima dereva wa serikali au dereva wa binafsi, huo ni utashi wa mtu mwenyewe. Hata ndani ya nyumba ukizaa watoto hawafanani, kwa hiyo hata hawa madereva wa serikali wako tofauti. Na wenyewe ni sawa sana, una watoto ndani ya nyumba wanne, watatofautiana tabia. Kwa hiyo wa madereva wa serikali hawawezi kulingana tabia, wengine ni watiifu sana, wako baadhi si watiifu, lakini hawa wa ni watumishi wa umma, wana maadili, ina maana kwa mtumishi wa umma mojawapo ya sifa ya kuajiriwa kama mtumishi wa umma ni kuwa ma na maadili. Kwa hiyo wengi wana maadili, wako wachache wana changamoto ndogo ndogo ambazo tunasema zinatibika, na ndio maana tunaitisha semina kama hizi, kuwakumbusha ili kuwaondosha hao wachache wenye changamoto hizo, kujenga taswira nzuri ya serikali miongoni ya wananchi tunayowahudumia, kwa sababu sisi wote ni watumishi wa umma na wao ni watumishi wa umma. Kwa hiyo sisi lazima tuwe kioo cha jamii. E, ili wananchi wawe na mapokeo chanya na serikali yao pamoja na jeshi lao kwa ujumla. Kwa madereva wa serikali wengine labda ndio hao, ndio niliosema ndani ya nyumba watoto hawezi kufanana, ila kwa, kwa, kwa watu wengine tukiwakamata, ndio maana nimesema tunaendelea na upelelezi e, unakuta mtu ameweka namba zisizotambulika e, kuna watu wanaingiza labda magari kule Tunduma wanapata vibali vikiisha, inatakiwa walipie tena sasa wanatumia namba za nje labda, si si sitaki kutaja nchi yoyote. Sasa zikiisha zi, vile vibali vikiisha, wao wanaendelea kutumia, sisi ndio tunayakamata hayo magari tunayashikilia. Ndio niliyokuambia kwamba kuna baadhi wengine tunaendelea nao, wako chini ya upelelezi. Lengo sisi kama jeshi ni kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao, na wale wanaekwepa kodi walipe kodi za serikali. E, tukiyashikilia hayo magari tunayakabidhi kwa wenzetu wa TRA baada ya kumaliza uchunguzi wetu kuhakikisha kodi za serikali zinalipwa. Kuna wengine wanaweka hizo namba zisizotambulika au wanakuwa ni wahalifu e, mambo mengine inakuwa ni siri ya kwetu sisi, kama jeshi tunafanya, hatuhitaji kuyasema, lakini lengo letu si ni kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa salama. Wito wangu ni utii wa sheria bila shuruti. Tumeendelea kusimamia sheria za usalama barabarani. Ni baadhi tu madereva wachache wa serikali ambao wasiokuwa na maadili kama alivyosema afande kwenye familia. Sasa hao tumewachukulia hatua mbalimbali. Kwenye chama chetu kuna kamati ya maadili, huwa tunawachukua na kuwafanyia utaratibu kwa ajili ya mahojiano na mambo mbalimbali, na hatua nyingi tumechukua. Na nilisema katika yule dereva ambaye alikuwa amehojiwa, sisi tulimuita kama chama hatua, na sasa tumeshachukua hatua na mambo yanaenda vizuri. Nadhani ameshakwisha jirekebisha na mambo yanaendelea vizuri. Kama chama lazima tushirikiane na jeshi la polisi hapa tumekuja na maazimio. Kila mkoa kutakuwa kuna kuna viongozi wa madereva wa mkoa, watashirikiana na maratio. Matatizo yote ya madereva wa mkoa husika tutayatatua, lakini ndio maana tunashirikiana kuanzia ngazi ya mkoa RPC mpaka ngazi ya taifa ya IGP. Kwa hiyo ndio maana unaona tuko katika ushirikiano. Kwa hiyo tutakuwa na viongozi wote kila mkoa makamanda wa polisi. Dereva anayefanya shida basi taarifa itatolewa na wananchi. Wanapoona gari la serikali watu waandikie namba. Kuna viongozi wa mikoa kama akafanya dereva wa serikali aidha amepaki vibaya au analeta ujeuri barabarani, sisi ndo kazi yetu sisi kushughulikia wanaokiuka sheria na kuharibu tasnia ya madereva wa serikali. Tutaanzisha kwenye maazimio yetu viongozi wote wa mikoa na maratio kwa ajili ya kuhakikisha wale madereva wote wazingati sheria wanazingatia sheria vilivyo, na na sisi tunasimamia na tunawachukulia hatua kali kwelikweli hamuoni kwa sababu ni siri za serikali huwa hatuzitangazi, lakini mara nyingi madereva wote wa serikali ambao wanakiuka huwa tunawaweka benchi, kwa maana ya kufanya shughuli zingine, watasafisha ofisi, watafyeka, ili wasiue familia zao nanja na njaa na ndio maana tunachukua zile sheria, badala ya kufukuzwa moja kwa moja, ndio maana tulianzisha chama hiki. Kwa hiyo tunachukua hatua vilivyo, na hata maandiko matakatifu pia yameandikwa hivyo kwamba mwanamke na umtii mumeo na mwanaume umpende mkeo kwa hiyo automatic ilikuwa ni lazima sisi tuwe watiifu zaidi barabarani Mwani. Na iko hivyo, lakini pia ombi lingine ni kwamba tunatamani, lakini pia tunaomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee kuamini zaidi madereva wanawake, kwa sababu wengi wao wanafanya vizuri sana, yani vizuri, sio tu vizuri, lakini ni vizuri sana. Kwa hiyo sisi ombi letu ni moja tu, tunaomba serikali iendelee kutuamini Ijapokuwa mimi kwenye ofisi yangu au kwenye wizara yangu wananiamini sana, nimepewa chombo mpya <laughs> lakini kuna wenzangu ambao bado wanaendelea kutumia magari chakavu. Mimi ombi langu na wito wangu kwa taasisi zingine ambazo bado hawaamini madereva wanawake, natamani wawaamini. Kwa nini nasema watu? natamani wawaamini kwa sababu kama tulivyoongea hapo awali na mengine mengi yameshazungumziwa, ni kwamba dereva mwanamke bwana, ni dereva mzuri sana aswa ukimkuta yuko barabarani, lakini pia ustahimili, uvumilivu wake, ustahimilivu na weredi katika kazi. Tunafanya kazi nzuri sana huko barabarani. Mimi ni niwatoe hofu wananchi kwamba dereva wa serikali anasifika kwa tabia kwa, kwamba mbaya, wanavunja sheria za barabarani, hapana. Mimi niwatoe hofu wananchi kwamba sidhani kama anayevunja sheria za barabarani dereva wa serikali tu, madereva wote wanavunja sheria za barabarani. Inategemeana tu yeye amevunja akiwa wapi, au yeye amevunja trafiki kamkuta. Na sio kwamba nawatetea madereva wa serikali hapana, ni kwa sababu mimi ninauhakika kwamba wote tunatenda makosa. Ni kwamba hata dhambi dhambi, dhambi waga zinakuwaga zinatofautiana tu. Wewe ndio utachagua useme, useme uongo au useme ukweli Kwahiyo mii ni, wa, ni waombe tu wananchi waendelee kuwaamini madereva wa, kuwa wa serikali tunaendelea kujifunza. Unajua amna aliyezaliwa anajua. Ndio maana leo hii afande RPC ameitisha kikao akiwa na afande RTO, wanaendelea kuturekebisha na kutuweka sawa. Naamini tutakapotoka hapa tutakuwa ni madereva wazuri sana, baada ya mafunzo yote tuliyoyapata. Kwanza naomba kushukuru kwa wito wa afande RPC. Napenda kushukuru viongozi wa Chama cha Madereva Tanzania. Napenda kushukuru pia kwa niaba ya madereva wenzangu tuliokuja nao kutoka wilaya ya Mpwapwa pamoja na mkurugenzi wetu. E, vitu mafunzo ambayo tumeyapata kwa siku ya leo ni tunapotoka hapa ni kwenda kutii sheria bila shuruti. Tunatii sheria bila shuruti. Tunapotii sheria bila shuruti ina maana inatusaidia sisi madereva pamoja na wengine watumia barabara wengine kuepusha ajali, kuziondoa kabisa ama kuzipunguza. Madereva wenzangu ni kuhakikisha wanatenda kazi kwa weledi na umakini, kufuata pia na miongozo ya sheria ch za usalama barabarani. Lengo la kikao ni kuwakumbusha madereva wajibu wao wa kutii sheria bila shuruti unapotumia vyombo vya moto barabarani ili kudhibiti ajali zitokanazo na uzembe wa madereva. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, like, comment na share, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.